Na tunaungana hapa na Fortunatus Kasomfi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuangazia masuala haya, na tunaanza kuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumeziona hapo, tukianza na taarifa hii kuhusiana na Rais Donald Trump ambaye amezindua mkutano wa kwanza wa Uh, wa bodi yake amani mbele ya wawakilishi kutoka nchi 40 na waangalizi kutoka dazani ya nchi nyingine. Trump amesema dola bilioni moja zimeahidiwa eh, na wanachama tisa wa bodi hiyo kwa ajili ya Gaza. Kiasi hicho cha fedha ni asilimia kumi ya dola bilioni 70 zinazohitajika kuijenga upya Gaza baada ya uharibifu uliofanywa kutokana na vita vya miaka miwili kati ya Israel na Hamas. Na Fortunatus Kasomfi, katika hilo tumeona mpango wa Marekani wa muda mrefu wa kuijenga Gaza na wasiwasi ambao wa wamekuwepo ni kwamba ikiwa kutakuwa na kuijenga upya Gaza, na tunaona mataifa haya e, ambayo yatashirikiana e, nani sasa atakuwa mmiliki wa Gaza? Na, eh, asante mwenzangu hapa. Asante pia watazamaji wetu kwa ujumla, unaweza ukaanza kuiangalia kwamba katika picha halisi ni namna gani Donald Trump anaitazama Gaza. Mm. Sasa moja kwa moja hili nadhani pia linaweza likaleta mkanganyiko na, na, na, mvutano kwa namna moja au nyingine yeah. Kumbuka kwamba e, mpaka hivi sasa Donald Trump e, mtikisiko wake au kutokuelewana kwake na Afrika ya Kusini kunatokana na hilo swala la Gaza na Israel ambapo Afrika ya Kusini wamefikiri kuipeleka Israel katika se, mahakama ya makosa ya kijinai Tayari washafungua wa kesi. Sasa unakuta kwamba hata katika yeye kujitoa katika sehemu zinginezo, unaona ameshajitoa katika shirikisho la afya, lakini bado katika masuala ya, ya amani na umiliki wa nchi fulani anaweka jitihada hapo. Kwa hiyo, kuna, kuna aina fulani ya harufu kwamba anataka kuwe na sehemu fulani ya Marekani ndani ya Gaza, hmm lakini pia uh, kuna nchi nyingine kama Azerbaijan, moja wa Falme za Kiarabu, Moroko, Bahrein, Qatar, Saudi Arabia, uh, Uzbekistan na uh, Kuwait ambao na zenyewe pia zitachangia pesa kwa ajili ya, kwa ajili ya ujenzi huo wa Gaza. Pengine nini kitarajiwa sasa, ikiwa hilo litatimia? Ah, kwa ujumla naweza nikasema kwamba tutaraji kwamba huenda Gaza ikapata nafasi ya sasa kuonekana kwamba nchi ambayo e, imejengwa na ushirikiano wa hizi nchi nyinginezo, si katika nchi moja, labda ipewe nafasi kuweza kuwa mmiliki halisi wa eneo hilo. Na nadhani katika hili ndio hasa linaweza likawa ni bora zaidi kwa sababu ukianza kuangalia kwamba, uh, Israel ambao mpaka hivi sasa inasemekana na inaonekana kuikalia kimabavu Gaza, lakini kama kutakuwa kuna ushirikiano wa nchi zenye mitazamo tofauti zikakaa pamoja zikatengeneza umoja na mshikamano, huenda hii ikaleta hali ya utulivu, kwa sababu hapo kutakuwa kuna nguvu na ukinzani ambao utakuwa labda unaleta usawa na kuweza kuiweka Gaza katika hali ya utulivu. Lakini mm, kama kutapewa nafasi ya nchi moja au nchi za aina fulani zenye mlengo mmoja kufanya uh, ule, ukarabati na marekebisho ya nchi, huenda sasa hapo ndo tukaisahau tuka kabisa au ikaje ikaleta vita ambayo ni kubwa zaidi kwa sababu nina hakika kwamba hakutakuwa na nchi ambayo inaweza ikakubali nchi nyingine ikawa inaingia ndani ya nchi nyingine na kuweza kuweka utawala wake pale. Hii ni hatari sana kiusalama na pia hata katika maswala mengineo ya, ya kimaendeleo na kijamii sababu hakuna nchi inatakiwa iwe na moja kwa moja uongozi au e, mkono katika nchi nyingine pasipo kuhusisha nchi zinginezo ao nah. Uwe, uwepo wa nchi kama Azer, Azerbaijan, Marekani na nchi zinginezo na pia masuala mengine ambayo yalikuwa yanazungumzwa hapo kuhusu eh, ni kwa nini Gaza inashikiliwa nikwanini ikiletewa iki eh, hizo kiletewa na vuguvugu na vurumai hili nalo pia ni lazima litafutiwe suruhisho, si kujengwa tu, kwa sababu mnaweza mkajenga afu mwisho wa siku bado wale watu ambao wanaendeleza zile chokochoko wakarejea kwa namna nyingine kuweza kuto kuituliza nchi hiyo. Kwa hiyo sidhani kwamba inatakiwa tu kuijenga, lakini pia inatakiwa kuona nini hasa chanzo, nini hasa kiini na ni kitu gani kiweze kufanyika ili kusudi E, nchi mbali na kujengwa kuwe pia na amani na utulivu endelevu, na si kwamba mwitengeneze alafu baada ya muda fulani wale ambao wanadai kwamba wana haki au wana ubi, wana ule umiliki wa eneo lile wakaibuka tena ikaleta tena sintofahamu ambao sasa ndani ya wale waliojenga na huyu ambaye analeta vurugu naye ana washirika wake inaweza kaja kuwa ni hatari zaidi mazungumzi akifanyika kuleta hiyo amani hasa katika ukanda wa Gaza, lakini uh, jitihada hizi zinakwamia bila kufikia mwafaka uh, kumalizika. unadhani changamoto hasa ni nini? E, changamoto hapa nadhani kuna uh, watu kuna aina kuna jamii fulani haitaki kukubali. Inatakiwa tu ifikie hatua kwamba labda ilikuwa ni masuala ambayo yanakwenda kutokana na wengi wanasema ni historia ya kimababu lakini mpaka hivi sasa inatakiwa tuweze kuangalia, dunia inabadilika. Yaani mabadiliko ni lazima tuweze kuyakubali. Wanasema siku zote mabadiliko ni lazima katika kila kiumbe kilicho hai. Sasa kama tukiendelea kusimama na zile imani zetu madhubuti au za kimsingi za kimababu, huenda tukashindwa kupata suluhisho la, la swala la Gaza, kwa sababu kila mtu pale anasimama na kudai kwamba ana haki, ana nafasi hii na yeye ndo mmiliki wa eneo hilo sasa ifike hatua waweze kuwaelewesha hawa kuweza kuelewa okay, ni sawa, hiki kitu kimekuwa hivyo, lakini kuna mwingiliano. Nadhani katika hizi e, nchi hakuna nchi ambayo i, i, inaishi yenyewe kama kisiwa. Sa hata visiwa vyenyewe vinaingiliana unakuta kwamba tuzungumzie nchi kama ya kwetu Tanzania. Ukija kwa upande wa hizi uh, mipaka unakuta kwamba tuna watu wa Nyamwanga walioko Zambia, wa Nyamwanga wako uh, Tanzania, na kuna mwingiliano hayo. Kwa hiyo ifike hatua tuweze kulikubali na kuona kwamba kuna wakati umefika kwamba sasa Hi, haya makabila na hizi jamii zimeshakuwa na muingiliano sasa ifike hatua, mm -hmm. tuweze kuangalia namna gani tunaweza tuka, tukashare ile keki ya pamoja katika swala zima, na si kwamba mkiwa mnashare ile keki huyu achukue kiasi kikubwa. Nadhani hapa ni katika masuala ya utawala, mm -hmm. maswala ya ulinzi, ni nani hasa wachukue hii, swala la swala ya biashara, ni jamii gani ichukue hilo, ndo hasa linayoleta sintofahamu na si ardhi pekee ni ule utawala na nguvu, kwamba ni nani na ni kwa nini awe awe pale, na hilo ndio hasa linatakiwa litafutiwe suluhisho, na si kana kwamba kuongea tu kama kuongea hiki hmm. Kitu kinahitaji jitihada madhubuti na za kina sana, ambazo linatakiwa tuweze kurejea hapo awali na tuweze kuangalia na kuwaelezea athari zao kwa siku za baadaye, sababu mwisho wa siku dunia ni, ni, ni, ni, ni kitu kimoja lakini sasa ni lazima mmiliki wa eneo fulani awe na nafasi yake ya umiliki na apewe haki yake, isipokuwa atambue kabisa kwamba kuna mwingiliano fulani kwa namna fulani. Sasa mm -hmm. Katika kuweza kuyalinda yale maslahi mapana ya mhusika asili wa eneo, ni lazima aelewe kwamba kuna wakati kunaweza au ni upo uwezekano wa mwingiliano wa watu wengine katika jamii ile ambao wapo na kiasilia, ni watu ambao waliweza kufika eneo hilo, lakini sasa hivi kutokana na sheria za dunia ziko hivi, basi kuna wakati inakuwa inabidi muen, mwendenane na mwenendo mzima wa sheria ambazo, eh, dunia kwa ujumla inatakiwa au inakwenda hilo. Ndo hasa naweza nikalisema hivyo. Yes, uh, tuiangalie Korea Kusini ambayo mahakama ya nchi hiyo imemhukumu alikuwa rais wa nchi hiyo E, Yoon Suk Yeol kifungo cha maisha jela, na kukumbuka kwamba e, Yoon Suk Yeol ambaye aliwahi kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Korea Kusini aliingia madarakani mwaka 2022 na kwa historia ya demokrasia ya Korea Kusini, anakuwa ni rais wa kwanza ambaye amekaa muda mfupi zaidi, ambaye amechaguliwa, amekaa muda mfupi na kuondolewa ofisini e, mashtaka yake yamekuwa yakivuta umakini wa, wa watu wengi sana duniani lakini hatimaye hukumu imetolewa na amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani e, kwa kosa la kutangaza sheria ya kijeshi mwaka elfu mbili ishirini na nne, wakati nchi kwenye hali ya sintofahamu, alitangaza ile sheria ya kijeshi udhibiti ule wa kijeshi, na hilo jambo likafanya mambo kuwa mabaya zaidi, akaondolewa ofisini na baadaye kesi ikafunguliwa na sasa hukumu imetolewa . Eh, hukumu hii unaitazama vipi tukizingatia kwamba hukumu za viongozi kama hawa waliondolewa madarakani zimefanyika katika mataifa mbalimbali mbali? Eh, licha ya kwamba yapo mataifa mengine ambayo uh, rais awe rais aliyeko madarakani au mstaafu ana kinga ya kuto kushtakiwa, unatazama uh, vipi hukumu kama hii? Kwa ujumla naweza nikasema kwamba Hey, yote juu ya yote ukiangalia katika masuala ya kisheria kisheria kiujumla, ki, ni kwamba kila nchi ina haki na ina uhuru wa kuweza kuzifuata na kuen, kuendana na sheria zao, lakini yote juu ya yote kuna sheria hizi ambazo kwa ujumla zinajumuishwa ndani ya sheria ambayo dunia inaweza ika, inaangalia katika kina kwamba hii sheria ina manufaa mapana kiasi gani kwa jamii husika ya eneo hilo. Sasa ukiangalia kwa kina, unakuta kwamba nchi zingine zimekuwa zikikumbatia ziki sheria zao, lakini kwa kuto kutambua kwamba sheria hizi zinakubaliana na sheria za kimataifa ambazo tayari zinakwenda katika mfumo ambao upo katika hali ambayo wao katika kuchakata sheria na, na msingi hawakuweza kuona. Unajua, kuna sheria huwa e, si mzuri sana katika masuala ya sheria, lakini ninachokitambua na ni kwamba huwa kunakuwapo na nafasi ndani ya sheria katika vifungu fulani ambapo kunaweza nyie mkasema rais labda ana kinga fulani, lakini katika sheria ambazo nchi imeweza kuingia katika kukubaliana na sheria za kimataifa, kuna nafasi pale ya rais kuweza kuweza kukalishwa chini na kuweza kuhukumiwa, kwa sababu ni nchi ni mwanachama na amekubaliana na sheria za kimataifa ambazo zinataka au zinahitaji rais aweze kuungana nazo, hawezi kwenda kinyume na hapo. Kwa hiyo eh, kwa kweli ni, ni, ni hukumu ambayo eh, inaleta mvutano hapa na pale, lakini kiujumla ni kwamba ni lazima mwisho wa siku, wanasema sheria ni msumeno. Kama ulivyoweza kusema, alikuwa ndiye hasa mmoja kati ya watu ambao walikuwa watekelezaji wa hizo sheria, lakini leo hii ndio hiyo sasa inarudi inakata upande wake mm, na ndio inabidi akubaliane na hilo mm. Hii ndio hasa kwa upande wa Afrika Kusini, ambako wameishi muda mrefu, imewahi kuwatokea viongozi wastaafu, imekuwa hivyo kwa Jacob Zuma. Um, kwa Thabo Mbeki yeye yeah, aliondolewa kwenye chama lakini hakupata misuko misuko mikubwa sana ya kupelekwa mahakamani ama kufungwa, lakini angalau tunaweza kuchukua mfano wa Jacob Zuma na, na kwa uzoefu huo wa kufuatilia uh, viongozi waliokuwa na nguvu, mtu kama Jacob Zuma, mtu maarufu aliyekuwa na nguvu uh, rais, mtu ambaye alishiriki kwenye mapambano, kunapotokea hukumu kama hizo za viongozi kama hao wenye nguvu na maarufu, nchi inakuwa katika hali gani? Tension inakuwa ni kubwa kwanza, mtikisiko unakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu rais kama rais, yeye mwenyewe kwanza, taasisi ni taasisi, alafu pili, anakuwa na wafuasi wa kutosha, na kutokana na wafuasi hawa huwa kunaweza kukatokea kwamba watu fulani au kundi fulani halikubaliani na, na ile hukumu au swala ambalo limepita. Sasa kwa nchi kama Afrika Kusini nikisema eh e, rais kama Thabo Mbeki wakati ule alipokuwa ameondolewa, aliondolewa akiwa na miezi nane kabla ya kumaliza na kiongozi aliye ya andaa yale masuala mazima alikuwa ni kijana wakati ule akiwa ni mwenyekiti wa vijana wa ANC, huyu Julius Malema ambaye wanasema msukumo ulitoka kwa Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Alichokifanya Thabo Mbeki, alitumia tu busara na hekima kwamba chama kilimuomba aondoke kwa sababu kulikuwa kuna mambo ambayo hakuyafanya ilivyo sawa. Kwa Jacob Zuma ilikuja kuwa tofauti kidogo, kwa sababu hata alipokuja kuambiwa kwamba ni wakati wa yeye kuweza kupisha, alitaka kidogo kuanza kutaka kufuatilia ni kwanini, a, a kwa nini awajibike kwa hilo. Sasa hapo ndipo watu walipoanza kuingia ndani zaidi, na katika kuingia ndani ndo wakarudi katika zile kesi za uh, alipokuwa waziri pamoja na wakati ule akiwa mzee Mandela yupo, wakaja kwenye kesi za kina Shabii Sheikh pamoja na Tony Yengeni katika manunuzi ya silaha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakamgusa kwenye mambo mengi sana ya kashfa za matumizi mabaya ya ofisi, rushwa na vinginevyo. Kwa hiyo kisheria au kinamna ambavyo inaonekana ni kwamba unapoambiwa jambo na watu, huwa watu wanakuwa tayari wana mkusanyiko wa mambo yako. Sasa ukiwa na busara pale, wanasema siku zote mwenye busara akiwa anaoga mtoni, nguo zikachukuliwa, huchutama. huwezi kukimbia ukakimbiza mtu anayeondoka na nguo zako mm. Watu wanakuwa tayari wana vitu vyako, wana data zako, wana takwimu na kila kitu ambacho ni kikubwa kwako. Kwa hiyo wakati fulani, na kama tulivyosema sheria ni msumeno, na wewe wakati unaingia katika ofisi ulizisoma na ukakubaliana nazo ukatia sign. Mm. Watu wengi huwa wanashindwa kuitafsiri sheria sheria sio tu kuiona, lakini pia kuna tafsiri yake. Kuna vitu ambavyo inatakiwa kuweza kujua e, ni, ni hivyo. Naam mm-hmm. Tukimalizia na taarifa hii ya Uingereza ya kaka wa mfalme Charles watatu ambaye uh, sasa yeye uh, sheria imechukua mkondo wake hasa kwa mashtaka ya kufanya makosa ama tuhuma hizi za matumizi mabaya ya ofisi za umma. Na Mfalme um, Charles amezungumza kuhusiana na hilo uh, kufuatia uh, kukamatwa kwa kaka yake, akisisitiza uh, kwamba sheria ifuate mkondo um, wake mm. kwa upande huu uh, imekuwaje mpaka um, kufikia huko? Kwa mimi binafsi ambavyo nimeangalia hasa nilipoona kwanza katika eh, tukio kwanza, ukizungumza unayezungumzia sasa hivi wanasema wazamani. Unajua, hili neno wazamani tayari linaonyesha dhahiri kwamba kulikuwa kuna picha au kulikuwa kuna alama fulani hivi, kama king'ola au kiashiria kwamba mtu huyu si, si, si, si sawa sana, na ndio maana hata kaka yake katika kuweza kulinda ile hadhi ya kile kiti kilichokuwa nacho, ile nafasi mapema sana alishamuondoa, alimuondolea zile e, cheo kinga na hata ile nafasi ya pale. Kwa hiyo hata hili iliyotokea hapa ni mwendelezo tu wa mambo ambayo yalishaweza kutokea tangu mwaka elfu mbili na kumi, elfu mbili na nane ambapo unazungumzia Jeffrey Epstein ambaye walimhusisha katika masuala ya kashfa za ngono na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yawezekana kuna mengi na wenzetu siku zote e, hata nazungumzia nchi kama Afrika ya kusini hapa tu wenzetu huwa hawawezi kukupeleka katika e, eneo la kizimba pale au kuja kusechi pasipokuwa na hakika na jambo. Kwa hiyo lazima panapofuka moshi pana moto e, yawezekana kabisa kwamba Andre ana matatizo makubwa sana katika masuala ya kuweza kutekeleza wajibu wake wa kijamii na kiofisi kama ilivyokuwa ambavyo inaonekana hivi sasa kwamba alikuwa akivujisha siri za ofisi za umma, kitu ambacho si kizuri sana, na alikuwa akivujisha kwa mtu ambaye si mfanyakazi, si mtu ambaye anahusika katika taasisi za kiserikali au za umma. Ilitakiwa ni mtu ambaye awe anaweza akawa na siri, kuna hayo makubaliano. Tunarudi kule kule katika sheria, ulipoweza kuingia katika nafasi hiyo, kulikuwa kuna karatasi kulikuwa kuna wewe kusaini kuweza kukubaliana kwamba mimi nachukua nafasi hii na nitaendelea kuzitunza na kuzilinda siri zilizoko ndani ya kambi hii au kazi yangu hii na si nitaweza kuzipeleka nje. Inaweza likawa kwa mtu mwingine akasema, mbona mbona vitu vya kawaida, hata mtaani tunakutana mtu anaongea, bwana bosi wangu anafanya hivi. Hii si kweli kisheria, ni kwamba vitu vya kiofisi na vitu ambavyo hususan ofisi za, za umma zinahitaji sana vitu ya usiri ndani yake. Sasa uwezi ukaelezea kama alivyokuwa akielezea, inaelezwa kwamba aliwahi kuelezea katika safari yao ya Korea kwamba sasa tunafika na jopo la fanya biashara na vitu kama hivyo, ni rahisi sana kuweza kushambuliwa kupata madhila ambayo labda, e, serikali haikuwa imejiandaa kupambana nayo. Ni masuala ya kiusalama na pia ni masuala ambayo jamii e, inatakiwa kuto kuweza kuelewa awali wao waweze kutambua tunakuona kwamba watu wamekwisha kufika eneo husika mm. Lakini si kuona kwamba unamwambia sasa ndio tunaingia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere, tutapanda gari nambari fulani, tutakuwa hapa, tutakuwa hoteli fulani hivyo mm. ni vitu ambavyo siku zote havitakiwi viweze kuvuja. Sasa katika sheria au katika kumuelezea mtu, nadhani hiyo ndio inatakiwa ifunguke kwamba eh, kusema hivyo watu wengine sasa ah, bwana kitu cha kawaida, labda alikuwa anaongea ni rafiki yake, lakini kisheria umeshaambiwa hapana, wefika na huwa nimependa kuna de, nafasi nyingi. Mara nyingi huwa ndugu zetu wanaweza wakatembelea Afrika ya Kusini na vitu mm. kama hivyo, lakini siku zote wanaweza kashuhudia tu kwamba watu wako pale au uh, watu washa, wako katika ziara lakini hawajui kwamba walifika siku gani, wanafanya nini, vitu kama hivyo. Hizo mm. ni vitu ambazo zinahitaji sana kuwa na nafasi ya kutunzwa kwanza kabla ya kuweza kuwekwa katika jamii yani, in public. Sasa yeye anaonekana ni mtu ambaye amekuwa sana nje, na ndio maana hasa akaamua kumtoa na kutolewa. Hadhi ile ni kitu kikubwa sana, ni kiasi kwamba hata kama ni ndugu wako wa damu kabisa, ndugu yake wa damu, lakini kuna vitu vingi, hata ile mikusanyiko ya kijamii, mikusanyiko ya familia unatengwa, una, una unawekwa pembeni, kwa sababu kule ndani kuna mengi yanazungumzwa, hutakiwi kuyaweka wazi mpaka pale ambapo familia au kile cheo sasa, kiti kimeamua kusema sasa ni wakati wa kuambia umma kwamba hiki ndio kinakwenda kufanyika. Kwa hiyo bwana Andre ana tabu, ana shida, nadhani ziko nyingi sana, sababu kuna vitu vinaendelea kuchunguzwa mule ndani. Tutaendelea kusubiri, tuendelee kuwa watulivu katika hili. Shukran sana Fortunatus Kasomfi, asante kwa uchambuzi huu kuhusu taarifa hizi mbalimbali za kimataifa. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Naam, tunakamilisha hivyo kwa sasa <muchas>